Ndugu zangu katika imani hii, ndiyo hali ilivyo, na ndiyo maana Mtume, saalaa salama, katika fitna alizotukinga nazo alizotuomba nazo tujikinge kwazo kwa Allah, ni fitna ya wakati wa kufa. Bado hujafa wewe, wakati wa kufa kuna fitna nzito zaweza kumbadilisha mja katika imani zikampeleka katika kufuru.

wakati mje anakaribia kuiacha dunia kuelekea ulimwengu mwingine, watakaa mbele yake, alwahidu an yamini, mmoja atakaa upande wake wa kuume, kisha mwingine, wal akhar an shimali, mwingine atakaa upande wake wa kushoto. Kisha akasema Mtume, walladhi an yaminihi, yule ambaye yupo upande wake wa kuume ukimtazama vizuri yeye maiti, akimwangalia yule, huyu anakaribia kufa, anamwona huyu ni baba yangu mzazi, yupo kama vile baba yake mzazi. Yakulu lahu, anamwambia mtoto wake, muda ule anakaribia kufa, ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi, inni kuntu ilayka shafiqan walakum ibban, mimi nilikuwa na mapenzi na ya dhati na wewe mapenzi Mwanawe. Lakini leo mwanangu, wewe wafa sasa, ashuku kama baba yako ashakutangulia kufa kabla yako. Ile siku wafa, aja, anakuambia mwanangu, wewe hapa huwezi kuishi tena, wafa waondoka leo duniani. Mimi nilikuwa baba yako na mapenzi makubwa na wewe, nimekufa kabla yako, nimekutangulia kufa kabla yako, walakin mut ala dini nasrani baba yako anakuambia mwanangu, tupenzi kufa katika dini ya Ukristo, fa huwa khairu ladyani inda Allah, hiyo ndiyo dini bora mbele ya Allah kuliko dini zote. Nimetangulia kufa kabla yako, nimeyaona hayo walladhi an yasari, na yule aliyekuwa upande wake wa kushoto ala sifati ummi, anakuwa ukimtazama vizuri maumbile yake na sauti yake na kila kitu chake ni kama mama yake mzazi. Huyu anayekaribia kufa takulu lahu, watamwambia mtoto wake, ya bunaiya, ewe mwanangu, inahu kana batni laka wia, wa thadyi laka siqa wa fakhdhi laka wifa mut la dini lyahud fa huwa khairu ladyani. Ewe mwanangu kipenzi, mimi si wanijiwa mama yako mzazi, mapaja yangu yalikuwa ndiyo sehemu yako ya kuegeshea chuchu yangu ndio ilikuwa kinywaji chako wewe, tumbo langu ndio ilikuwa hifadhi yako miezi tisa kwa mapenzi ya dhati, ukasema hakuna kama mama. Leo wapa mwanangu, uondoke ulimwengu huu kwa uchungu naosikia, nimeona bora nije hapa kabla hujaondoka, na kuna sinji mwanangu, kufa katika mila ya Kiyahudi hiyo ndiyo dini iliyokuwa bora kabisa. Huu ni wakati wa mja anakaribia kuondoka duniani kwenda mbele ya Allah tabaraka wa taala.

ataambiwa yule ni karibia kufa, nani wa kukutibu leo? Yuko wapi daktari tabibu mwenye kukupa dawa ukapona na maradhi haya? Nani professional katika tiba akurudishie uhai wako leo? Wa qila man raaq, wa dhanna annahu alfiraq. Na huyu kiumbe anajua kabisa huu ndio muda wa kuwacha dunia, ndio muda wa kuwacha wanangu, ndiyo muda wa kuwacha familia yangu ndiyo muda wa kuacha ndugu zangu, ndio muda wa kuachana kabisa na dunia, sitoiona tena dunia. Waltafati saqu bissaq, atageuka kulia na kushoto, huenda kuna msaada wa ziada atakokuja. Ila rabbika yaumaidhin almasar. Anachokiona ishara anazoziona anaona leo, hakuna sitolala tena ndani ya nyumba yangu zaidi, nitakwenda kulala katika ulimwengu mwingine. Sasa anasema itakapofika roho katika mitulinga hii, imesimamishwa baina al-istiqrari, wal-irtifaa, baina ya kusimamisha na kuondoshwa, tena kabla roho aiyechukuliwa tena, anasema Al-Imamu Abu Zaidi anasema tu'radu alayhi al-fitan. Hapa ndipo fitna mje zinamjia sasa

a wengine kwa sababu bado, ndio siku zingine, huyu anayekaribia kufa ni ndeni kwanza kwake, maalum kwa ajili yake. Anasema Alimam, wastaamalahum alayhi wawakalahum alayhi wao, anawawakilisha anawatumia, kawaifidia huyu mja anayekaribia kuondoka katika ulimwengu huu wa dunia. Kisha anasema Alimamu Abu Zaid, fa fayaatuna lmara wa huwa ala tilka alhal watamjia mja akiwa katika hali ile ile ya roho kufika katika mifupa mabega ma, a mashaitani pia wanakuja fayatamathaluna lahu fi surati man salaf min alahbabi almayitin albalidhina al lahu nasf fi dari dunya. Watamjia kiumbe huyu lakini watakwenda kwa sura gani? Watakwenda kwa sura ya wale rafiki zake vipenzi waliotangulia kufa kabla yake wale rafiki zake vipenzi wale, wale mashayatini wanakuja kwa sura zao, kama rafiki yako fulani ashatangulia ya kabla yako, siku ya kufa anakuja, lakini sheitani anakuja kwa sura yake, wanakuja kumletea ya nasaha mtu huyu akawataja Abu Said, akasema kalabi, kama vile sura ya baba wanachukua wal akhi, na sura ya ndugu wanachukua wal ummi, na sura ya mama yako wanachukua wasadiki lhamim, na rafiki kipenzi wale marafiki zako vipenzi wale, pia wanabeba sura zao, wanakuja kwako ku. Washakutangulia kufa, na unajua kabisa huyu tulishazika, nilishahudhuria mazishi, nilishazika lakini usiku ya kufa wanakuja na wao wanabeba sura zao, anasema katika kuelezea swala hili, fayakuluna la wale watu wanamwambia, huyu mtu anta tamutu ya fulani, sasa hivi ndo wako wewe fulani, we ndio wapa hivi. Ukisikia si tulikufa, twafahamu hali na wewe sasa hivi ndo wapa watufuata sisi huku tulikokuwa, wa nahnu qad sabaqnaka fi hadha ash-sha'n, na sisi tumekutangulia wewe katika jambo hili la kufa, tumekufa kabla yako, misi wanijua nimekufa kabla yako lakini tunakuambia wewe mut yahudiyan fahuwa dinu lmaqbulu inda Allah, kufa katika dini ya kiyahudi ndiyo dini inayokubaliwa mbele ya Allah. Hii ndio nasa, tunakuambia wewe wesi, umeishi duniani huko, ukujui sisi tumekufa kabla ya kutumeaona ya huko mayahudi huko ndo waliokubaliwa mbele ya Allah, upate salama, kufa katika mila ya Kiyahudi. Ayuha nnasa ibada llah, watu wanatofautiana Mwingine ana imani thabit, fa in sarama, ikiwa alikuwa alikuwa na imani thabit, akawapuuza na akakataa wale waaba, na akakataa jaa al-akharun

Na yeye anayekufa kiwaangalia, kweli ni kweli, huyu fulani ushamzika, huyu fulani ashanitangulia kufa kabla yangu. Fa inda dhalika

na tupe sisi kutoka kwa wewe rahma, innaka anta alwahab, hakika yako wewe ndiye mpaji. Dhakara baadhi wa ulama, umetaja baadhi ya wa wanawachuoni kwamba anna almuktabar, yule anayekaribia kufa, yule anashikwa na kiu kikali, fayatihi iblisu bima imbaridi baridin, Iblis anamjia na maji ya baridi, anamwambia hakuna kilichokuwa wewe zaidi ya kiu na kweli, mtu anapokufa, mate sehemu ya mate inakauka ili roho ipate kupita. Anamwambia taja neno fulani katika mambo ya kufuru Uislamu na Muhammad, afewe yale maji. Hapa ndipo baadhi ya watu wanaacha misimamo ya sawa, wanaingia katika dini zingine na wanakufa tunahesabu kwamba wamekufa Waislamu, kumbe wameacha ms msimamo wa dini ya wa Waislamu wakati wa fitna hizi za wakati wa kutoka kwa roho.